Kwa sababu swali moja limehama likaenda kwenye ushauri. Ehe, Majura, wakati huo. Mzee Salim ajiandae. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, jina langu ni Abdalla Idrisa Majura. Wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Dar es Salaam, mimi na wengine tunajiuliza vurugu hizi za Oktoba 29, ziwe ziliratibiwa ndani ya nchi ziwe zilirata, ziliratibiwa nje ya nchi, kamati ya ulinzi na usalama mlikuwa wapi mpaka msigundue? Kwa sababu Tanzania inasifika kuwa na intelijensia nzuri sana kuwahi matukio kabla hayajatokea. Sasa nyinyi mlikuwa wapi mpaka haya yote yakafanyika mpaka hiki kiwango tulichokiona? Na mwisho umesema kwamba watu wanazidisha chumvi katika kuripoti, wanazidisha vitu ambavyo labda havikutokea. Nikukumbushe, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa alikuwa ni mwandishi mwenzetu, alisema, mwandishi unapomnyima habari unampa fursa ya kuandika habari alizonazo. Sasa kwenye matukio haya kuna habari nyingi zikitafutwa hazipatikani. Mheshimiwa Chalamila, unategemea waandishi waandike nini? Asante. Asante ana nafikiri hapo hapo, kwa sababu uko jirani. Asante, mimi ni Ana Mwasioke wa TBC. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kabla ya vurugu za tarehe ishirini na tisa ni wazi kwamba wengi wetu tulikuwa mashuhuda mtandaoni, mambo yalikuwa yako moto kwelikweli, lakini kama Watanzania hatukuamini kwamba chochote kitatokea tarehe ishirini na tisa kwa hiyo tuka relax kama taifa. Mimi naweza kusema kwa sababu kila mtu anawajibika hapa. Sasa sasa hivi mambo yanaendelea pia mtandaoni kuelekea tarehe tisa Desemba na sio siri, kila mtu anaona, na jana uh, au juzi msemaji um, wa jeshi la polisi amet, ametuambia mambo mengi ambayo yanajadiliwa huko mtandaoni. Sasa wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama unatuhakikishia vipi usalama hiyo uh, tarehe tisa Desemba, ama mmejipanga vipi ili tusipuuze kama tulivyopuuza Oktoba 29? Asante. Kwa hiyo unataka atoe password ye? Eh, Mzee Salimu amekaa hapa mbele, naomba apatiwe mic. Mzee Salim amekaa hapa mbele, kwa hiyo mnataka atoe password ye? okay. na ushauri menetwa Salim mjumbe wa kamati ya uongozi ya TEF na ushauri na swala kwanza, ningependa sana RPC angekuepo kuwepo, nampe salamu. Zamani IGP wote waliopita, shahidi Hamza Azizi, walikuwa hawatoe press release. Press release maana yake unataka kuficha kitu Kaa mbele ya umati, zungumza na upate nafasi ya kujua maswala. Kwa hivyo waambie askari jeshi po, la polisi ni vizuri wakati wanayo taarifa kwa maswala muhimu, wakatoa nafasi ya kuto, na wao kuulizwa maswala. Sisi waandishi wa habari sio tape recorder au messengers kupokea hayo, mnataka nyinyi tu mtupe nafasi ya kusema. Pili nakuomba wewe Mheshimiwa mkuu wa mkoa, uambie na viongozi wenzako hawa wote unaona, waandishi wa habari na ha, sisi wahariri, kuna kitu, kuna division of labor. Hata mwili wako, mkono na kazi yake, mguu na kazi yake, mdomo na kazi yake, na vingineyo kazi zao, sisemi nazijua wenyewe. Kwa hivyo tunaomba mtuheshimu katika division of labor kama mwili wa binadamu wenyewe unavyoheshimiana, kama pua na pua, ina nini, meno mdomo unakula tu. Tumeona hapa kile jambo hamuingilii sana isipokuwa watu waandishi wa habari, na mmezungumza sana. Baada ya sheria sheria, nyie viongozi muonyeshe. Tumewahi kuona watu wanavamia vituo vya redio moja, but those people who did it are above the law. Sasa ikiwa nyinyi wasimamizwa, nitaka epo askari polisi huyo mnakuwa ndio wasimamizi wa usalama, wale mali zao hamuonyeshi. Mfano umezungumza wewe, hao wanavaa ninja, sio nini, maske kwa, mbona polisi wetu wanavaa huku? Sema hapa sasa. Swali swale ni kwamba ni ushauri kwamba nyie viongozi kama kweli mnataka watu watuamini, wakuaminini, basi msiwe above the law. Kama hiyo wakuvaa ninja, waambia wasivae. Aya, Lambert yuko pale. Mzee Salim, mara ya mwisho alikuwa kama ninja ilikuwa lini? Karibu Lambert. Asante sana mwenyekiti na asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Naona swali langu la msingi kabisa ameligusia ndugu Majura, nini kilitokea Oktoba 29? Hamkuwa na taarifa mpaka vurugu zikaanza, na namna gani mmejipanga kuhakikisha hakitokei tena Disemba 9, pamoja na kwamba mnatuhakikishia kila wakati kwamba tupo salama lakini jambo lingine umezungumza hapa kuhusiana na vichocheo ambavyo vinapelekea eh, vurugu, maandamano na mivutano eh, kati ya serikali na baadhi ya wananchi, hauoni kwamba pia kauli zenu viongozi ni sehemu ya hasira kwa wananchi, majibu mnayoyatoa, eh, na namna mna, mnavyowasiliana nao. kwa mfano Mheshimiwa RC wakati tukiwa kwenye changamoto ya amani, mtandao wa internet ulikatwa wewe ulipoulizwa kuhusiana na mtandao wa internet ukasema, hatuli internet. Ulionyesha kama si kitu muhimu, lakini wakati huo huo e, waziri wa mambo ya nje alionyesha kwamba internet imekatwa kwa sababu za kiusalama. Kauli kama hizi, majawabu mnayoyatoa na namna mnavyowasiliana nao, hauoni kama ni kichocheo kimojawapo cha, cha hasira? Umezungumza kuhusiana na mashine mpya za kuswap kwenye mabasi yaendayo haraka. E, ni mashine kama ngapi zitagharimu kiasi gani? Na mpaka sasa mmefanya tathmini kujua wananchi wa kawaida wameharibiwa mali kwa hasara kiasi gani na serikali imeingia hasara kiasi gani? Asante sana. Na ushauri mwingine tunaomba sana mjitahidi kutoa majawabu kuliko majibu. Asante.